Muhimu zaidi ni kutonunua jezi feki katika zile ambazo zimetengenezwa msimu huu. Huo ndio ujumbe wetu ambao tunazunguka kuwaeleza wanasimba nchi nzima, umuhimu wa wao kununua na kumiliki jezi original za klabu yetu. Ziko faida nyingi za kuwa na jezi original. Kwanza unaichangia klabu yako mapato. Nani hapa hataki kuichangia klabu yako? Nani hapa hataki kuinufaisha simba yetu? Wote hapa tunaitakia mema simba yetu, na kuitakia mema ni kuichangia kwa kununua jezi original za klabu yetu. Lakini unapoelekeza fedha yako kwenda sehemu nyingine, maana tunaihujumu klabu yako nani hapa katika sisi watu wa Manyara na Babati yuko tayari kuhujumu klabu yetu? Hakuna ambaye yuko tayari kuihujumu. unakuwa umehujumu klabu yetu ko klab tumeamua kupita katika matawi yetu, katika vijiwe vyetu, ili kuwaambia Wanasimba, kwa sababu nyinyi ndiyo wanunuzi wa jezi Nyinyi ndio wavaa jezi, tunaangizana hapa uso kwa macho ya kwamba kaka, acha kununua jezi feki. Mzee wangu, acha kununua jezi feki. Najua feki inauzwa bei rahisi, lakini wewe mwana simba ni mtu wa thamani sana, usikubali kuvalishwa jezi feki usikubali kuvalishwa kitu ambacho hakisaidii klabu yetu ya Simba Sports Club, kwa kwenye vita ya kupambana dhidi ya maharamia. Hey, hey, hey. Tunatakiwa mmoja mmoja mwanasimba aanze kupigana vita hiyo, na njia ya kupigana vita hiyo ni wewe mwanasimba kutomuunga mkono yule ambaye anauza jezi peki. Wakati mwingine sio lazima kumkamata ni wewe kumwachia tu bidhaa yake aliye nayo sokoni, zikimdodea safari hii A safari ijayo hatonunua tena, hatuwauzia tena, atakuwa imeishia hapo. Kwa hiyo hii vita ya jezi feki inaanza na wewe mwana Simba. Inaanza na nani? Inaanza na wewe mwana Simba. Kwa hiyo tegemezane tunapokuwa kwenye vikao vya matawi yetu tuzungumze, ni lazima mwambie mwenzio baba, acha kuvaa acha, kuva, acha kununua jezi feki. Dada acha kununua jezi feki, kama hauna fedha ni bora ukaitunza hela yako elfu 15 elfu 20, mpaka itakapotimia elfu 45 uende ukanunue jezi yako usitimilie kwenda kununua jezi feki kwa sababu tu ni bei rahisi. Wewe mwana Simba sio mtu feki, wewe mwana Simba sio mtu wa kuvaa jezilekui huko. Tumesha vuka huko, tumesha hama. Sisi ni watu wa thamani mno, tunatakiwa kuvaa jezi original. <tapati> <tapati> <tapati> lakini tunasema kwenye kutembea kwetu kutua darasa kuhusiana na jezi fake, tutembee na jezi original ili yule ambaye yuko tayari anunue jezi yake papo kwa hapo Natar. Na tayari tunamuona mwenyekiti wetu wa tawi hapa ameshanunua jezi yake. Mwenyekiti umesha juu, lakini moja haitoshi mwenyekiti, isiwe kaukan kuvai <laughs> <nabandu. Takiyona, laughs> Kwa hiyo nunua zote tatu ta, kama uchuru bana, na nunua moja unatulia, unakaa, unajitafuta na nunua ya pili, mpaka zinatimia zote tatu, wewe mwenyewe uone raha au jisikii fahari kuvaa jezi original ya klabu yako. Unakwenda kuvaa kitu famba, unakwenda kuvaa jezi ya hovyo, we mwenyewe tu haujisikia aibu, eti rasta Ndugu zanguni hapo, nadhani tumeelewa na tunethu, nema kabisa, lakini kwa wale ambao bado wana jezi za msimu uliopita zile zimeshapitwa na wakati. Huu ni msimu mpya, unatakiwa kuvaa jezi mpya. Kwa ndugu zangu wana Babati, kwa, kwa wale ambao wanahitaji kununua jezi ziko hapo nunua jezi zake. Lakini kwa hapa Babati yuko mtu ambaye anauza jezi original za klabu yetu. Kama hauna hela hii leo, unaweza kununua siku nyingine yeyote 4

inaitwa duka lake liko hapo kona, namba zake tunazo. Ana jezi original za klabu yetu ya yes, Simba Sports. Kwa kama una hela sasa, ukapata kesho, ukapata kesho kukwa inshaallah, nena hapo pdena kwa majina yanaitwa Chazi Mtiesa, ni mwenyekiti wa tawi la Simba wekundu wa Msimbazi Manyara. Kwanza eh, nimeupokea ugeni mzuri vizuri, na nimeupokea kwa mtazamo chanya, kwa sababu lengo la ugeni huu umekuja kutoa elimu juu wa wa wa ya muhimu wa ununuzi wa jezi ambazo ni original <coughs> Kikubwa nachopenda kuasa wanasimba ni kwamba tumepata elimu zuri toka msemaji wa Simba bwana Ahmed Ali, umuhimu wa ununuzi wa jezi ambazo ni original. Utoa ununuzi wa jezi ambazo sio original kwa kweli umepitwa na wakati, ununuzi wa jezi fake umepitwa na wakati. Kwa kweli kwa sisi wanasimba tuko Babati na, na mkoa wa Manyara kwa ujumla wake, hatupasi kununua jezi ambazo ni feki. Huko wanasimba tumesha tumesha kupita, sasa hivi tununue jezi original. Kuna umuhimu mkubwa sana wa wanasimba kununua jezi ambazo ni original, na umuhimu hiyo kwanza ni ni thamani yetu sisi wenyewe. Jezi original ina thamani yake ni kubwa, na sisi wanasimba thamani yetu ni kubwa. Sisi wanasimba sio wa kuvaa jezi za shilingi elfu kumi kwa kweli. sisi wanasimba thamani yetu ni kubwa. Sisi wanasimba ni, wa, ni watu wa kuvaa jezi ambazo ni original. lakini la pili tunachangia klabu